Sasa leo ni mara ya kwanza katika utafiti wetu wa mpangilio wa maisha na huduma ya Yesu ambapo injili zote nne zinaandika kuhusu tukio lile lile. Tunaliita tukio la kulisha watu elfu tano. Sasa kabla tu ya muujiza huu kutokea, Herode mtawala wa eneo anasikia kuhusu huduma ya Yesu na ana hofu sana, kiasi kwamba anafikiri Yesu ni Yohana Mbatizaji aliyefufuka kutoka kaburini. Mathayo 14 inatuambia hapa, kwenye mstari wa pili, akaambia watumishi wake, huyu ni Yohana Mbatizaji amefufuka kutoka kwa wafu, ndio maana hizi nguvu za miujiza zinafanya kazi ndani yake. Hebu ni kuambie, Herode anachanganyikiwa kabisa na hatia yake. Akaunti ya Injili ya Marko inatuambia kuhusu chuki ya Herode dhidi ya Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa ametangaza hadharani kuhusu ndoa ya Herode na mke aliyemnyang'anya kaka yake mwenyewe. Jina lake alikuwa Herodia na alikuwa amejawa na hasira kwa sababu ya mahubiri ya Yohana dhidi ya uzinzi wao. Kwa hiyo kama unalijua neno la Mungu na umeendelea katika imani, labda unajua kwamba kulikuwa na sherehe ya siku ya kuzaliwa ambayo alimfanyia mumewe Herode. Binti yake Salome alicheza mbele ya mfalme na wageni wake, na na hatuwezi kuficha ukweli hapa, huu ulikuwa ni uchezaji wa kiasherati na Herode alimwambia baada ya hapo kwamba angempa chochote alichotaka, na mama yake alikuwa anajua kabisa anachotaka. Akaomba kichwa cha Yohana Mbatizaji kiwekwe kwenye sinia, na kwa kusita, Herode akaamuru Yohana akatwe kichwa. Basi baada ya Yesu kusikia kuhusu kuwawa kwa Yohana, Marko sura ya sita inatuambia kwenye mstari wa thelathini na mbili kwamba Yesu na wanafunzi wake waliondoka kwa mashua kwenda mahali pasipo na watu peke yao. Tunajua walivuka kwenda kaskazini mwa ziwa Galilaya kwenye mji uitwao Betsaida, na walikuwa wanataka naamini, kujitenga kidogo. Walitaka kupumzika na labda kuomboleza kwa muda, kutokana na kumpoteza nabii na rafiki mwaminifu. Ni kuambia wapendwa, sisi huumia tunapopoteza familia na marafiki zetu, tunasononeka, tunaomboleza, lakini si bila tumaini. Sikiliza, kama Yesu alitaka kuwa peke yake kwa muda ili kuomboleza kifo cha Yohana Mbatizaji, basi hakuna kosa lolote nawe kufanya hivyo. Na usiwahi kuwalaumu Wakristo wengine kuwa hawana kiroho kwa sababu wanataka kuwa peke yao kwa muda. Wanataka kuomboleza, wanaomboleza, wanalia kwa kumpoteza mtu waliyempenda. Basi Yesu hana hata muda wa kuwa peke yake tunaambiwa hapa kwamba umati wa watu ulikuwa unamsubiri Bwana pamoja na wanafunzi wake walipokuwa wakivuka kwenda ufukweni. Sasa Injili zote nne zinasema kwamba kulikuwa na wanaume wapatao elfu tano. Bila shaka kulikuwa pia na wanawake na watoto. Huu ni umati mkubwa sana, unaweza kufikia watu elfu ishirini. Sasa kutakuwa na hisia mbili tofauti kuhusu huu umati unaowasubiri wanafunzi wanapofika ufukweni wanafunzi basi, wao wanataka Yesu awafukuze watu. Lakini Yesu anapouona huu umati mkubwa, injili ya Marko sura ya 6 mstari wa 34 inasema aliwahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji, akaanza kuwafundisha mambo mengi. Mathayo saa 14 na madakika 14 inaongeza kwamba aliwaponya wagonjwa wao. Unaona, wanafunzi waliona umati kama kikwazo, lakini Yesu aliguswa na huruma. Sasa nataka kuchukua hapa katika simulizi la Injili ya Yohana sura ya sita mstari wa tano ambapo tunasoma, Yesu akamwambia Filipo, tununue wapi mikate ili watu hawa wale? Alisema hili ili kumjaribu, kwa maana yeye mwenyewe alijua atakalofanya. Sasa unaweza kusoma hilo na kujiuliza kama nilivyofanya mimi, kwa nini amchague Filipo? Basi hii ni mji wa nyumbani wa Filipo. Yohana 1 na madakika 44 inatuambia Filipo alijua mahali ambapo mkate unauzwa. Filipo alijua bei ya mkate katika eneo hili. Unajua, namwona tu Filipo akitoa penseli yake na daftari lake, tuone kama kuna wanaume elfu tano pamoja na wanawake na watoto wawili au watatu kwa kila familia, labda tuone tukizidisha hiyo kwa senti tatu kwa mkate na kugawanya kwa vipande kumi au chochote kile. Sawa Bwana, nimeipata. Mstari wa saba unasema mikate ya denari mia mbili haitatosha hata kila mmoja apate kidogo tu. Sasa denari mia mbili ilikuwa karibu sawa na mshahara wa mwaka mzima wakati huo. Kwa hiyo Filipo anasema kimsingi, Bwana eh, hiyo itahitaji mshahara wangu wa mwaka mzima. Hatuna pesa hizo kwenye mifuko yetu midogo ya pesa. Kwa njia, Bwana hamjaribu Filipo kwa mambo ya kifedha, anamjaribu katika imani yake. Sasa Andrea anaingia. Mstari wa tisa unasema kuna mvulana hapa ambaye ana mikate mitano ya shayiri na samaki wawili. Basi shayiri ilikuwa mkate wa watu maskini, iliyokuwa katika umbo la duara bapa na ukubwa wake ulikuwa kama kiganja cha mkono wako. Kwa hiyo huyu mvulana mdogo ana mikate kidogo ya shayiri na ana samaki wawili, kama tunavyoambiwa hapa. Neno ambalo Yohana anatumia kwa samaki linamaanisha samaki wadogo kama dagaa au sardini ndogo. Watu wa wakati huo walikuwa wanawapika au kuwaweka kwenye siki ili kuongeza ladha kwenye ule mkate wa shayiri ambao haukuwa na ladha sana. Sasa Andrea anasema hiki ndicho nilichopata, halafu kama anaomba msamaha kwa hilo hapa kwenye mstari wa tisa anaongeza, lakini unajua hiki ni nini kwa watu wengi hivi? Kwa maneno mengine, unajua lakini najiuliza Bwana, ninafikiria nini? Sikiliza mpendwa, usiwahi kuomba msamaha kwa kile ulicho nacho cha kumtolea Bwana. Usiseme kamwe, unajua, mimi sina kitu kikubwa cha kumpa. Mimi ni mtu mdogo tu, labda nina kipaji kimoja kidogo tu, sina uzoefu mwingi. Hapana, weka tu kile ulicho nacho na ulicho mikononi mwake. Unaona, jambo la kushangaza si tu kwamba Yesu anafanya mambo makubwa na kidogo sana. Jambo la kushangaza ni kwamba Yesu anataka kutumia hicho kidogo, kile kidogo unachompa, na kupitia hicho kufanya mambo makubwa. Sasa mstari wa 11 unasema, Yesu akachukua ile mikate na baada ya kushukuru akaigawa kwa wale waliokuwa wameketi, vivyo hivyo na samaki kadri walivyotaka. Katika akaunti nyingine za Injili zinaeleza kwamba Yesu aliwaagiza mitume wagawie watu wote ile mikate na samaki. Anawajumuisha katika mchakato wa uwaziri pia. Wanatumika kukusanya mabaki, vikapu kumi na viwili vilivyojaa. Naam, ni kama vile e eh, Bwana anataka kuwakumbusha kwamba atawajali pia wao. Sasa e, kurudi kwenye Mathayo sura ya kumi na nne tunaambiwa katika mstari wa ishirini kwamba eh, umati huu ulikula hadi wakashiba. Neno hilo ukushiba linaweza kutafsiriwa kama kujazwa kabisa, kutosheka kabisa. Tungeweza kusema hivi, walikuwa wamejaa chakula hadi wakashindwa kula zaidi. Sasa eh, wale wasioamini miujiza eh, wanapenda kusema hapa kwamba hili lisingewezekana kwa Yesu kufanya. Bila shaka, wao wanaamini miujiza haiwezekani. Wanachosema hasa ni kwamba kilichotokea ni umati huu uliona aibu sana baada ya yule mvulana mdogo kutoa chakula chake, kiasi kwamba kila mtu alitoa chakula chake na wote wakagawana, walikuwa na karamu kubwa ya pamoja. Sasa hebu ni kuambie, watu elfu kumi na tano hawakukosa kuona kilichotokea hapa. E, walijua kwamba muujiza wa ajabu umetokea tu. Ndiyo maana umati unasema katika Yohana sura ya 6 mstari wa 14, huyu kweli ndiye nabii anayepaswa kuja ulimwenguni. Kwa maneno mengine, Yesu anawakumbusha kuhusu Musa na mana kutoka mbinguni na waliamini Yesu ndiye nabii kama Musa ambaye Mungu aliahidi kuwapa zamani sana katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15. Wako wako tayari kabisa kumfuata Yesu hapo hapo. Kwa kweli tatizo ni kwamba wanawaza, unajua, kwa mtazamo wa kisiasa, hawafikiri kwa mtazamo wa kiroho. Ndiyo, wako tayari kumfuata, wako tayari kumfuata ili waipindue Roma. Hapana, Yesu anapanga kumpindua shetani. Ndiyo, Yesu ana uwezo wa kushusha mana kutoka mbinguni na anafanya hivyo, lakini pia anawafundisha wanafunzi wake hapa masomo muhimu kwa huduma yao ya baadaye. Hapa kuna jambo tunaloweza kutumia katika huduma yetu leo. Somo moja ni kwamba upungufu wetu binafsi hauwezi kamwe kuzuia utoshelevu wake wa kipekee. Ndiyo, unatoa mkate wako wa shayiri unampa samaki wako wadogo halafu uone kile anachoweza kufanya luka anaandika katika sura ya tisa mstari wa kumi na sita kisha akavunja ile mikate na kuwapa wanafunzi ili waweke mbele ya umati wa watu ninapenda sana kwamba aliwahusisha hapa aliwatumia kushirikiana naye na, na kwa njia hiyo hiyo anafanya vivyo hivyo na mimi na wewe leo kwa kweli sisi tunachofanya ni kugawa tu kile anachofanya kile anachotoa yeye ndiye muumba, sisi ni wasafirishaji tu wa utukufu wake. Kwa hiyo gawa chochote ulicho nacho kisha rudi kwa Kristo upate zaidi, mbuvu zaidi, hekima zaidi, rasilimali zaidi. Ninapenda kile Alexander McLaren aliandika kuhusu andiko hili zaidi ya miaka mia moja iliyopita, kwamba wanafunzi waligundua kila waliporudi kwa Bwana, mikono yao ikiwa mitupu, mikono yake ilikuwa imejaa kila wakati. Unaona, unapofika mahali ambapo haiwezekani kabisa, unapokosa nguvu, unapokosa pesa, unapokosa mawazo, unapozidiwa na uzoefu wako au kipaji au uwezo, basi unachotakiwa kufanya ni kumpa vipande vyako vidogo vya mkate wa shayiri, na umpe samaki wawili wa sardini, kisha uone atakachofanya. Tutasimama hapa kwa leo,